Huduma zetu za uuguzi zinaongozwa na upendo, yaani lazima uwe na upendo. Maanake nini? Tunawasha taa ya upendo na utumishi bora maishani mwetu, na leo kila mtu atasoma hiki kiapo. Wasajiliwa wetu na walioorodheshwa na waona hapa mbele wako jumla ya elfu tatu mia mbili themanini na moja ambao leo watapata usajili na leseni. Tuna wauguzi ngazi ya shahada mia tano thelathini na tatu shahada ya ukunga kumi na moja shahada ya utaalamu wa dawa za usingizi na ganzi kumi na nne. Na kwa kweli, Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni tukio la kipekee kabisa kwa sababu kwa mara ya kwanza tunawaingiza kwenye rejista wauguzi wataalamu wa dawa ya usingizi na ganzi tiba. Makofi kwao. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna jeshi kubwa hawa ni wauguzi wetu wasajiliwa ngazi ya shahada wako elfu mbili mia sita hamsini na tano ambao hawa tunawaita ni mabingwa, kwa sababu wameshinda mtihani wa usajili, na ndio mama wako mahali hapa siku hii ya leo. Ni wanasaiuzau wanataaluma wenzangu, wauguzi wenzangu, wakunga wenzangu, tunapo sasa kupokea majukumu ya kuhudumia taifa letu, tuhakikishe tunafanya yale yote ambayo tunapaswa kufanya kama wauguzi, yale yanayopaswa kufanya kama wakunga, yale yanayopaswa kufanya kama wataalamu wa kutoa usingizi. Na kwa kufanya hivyo, sio tu tutakuwa tumeisapoti tume serikali yetu, lakini tumechangia taifa letu. Lakini chukua nafasi hii tena kuahimiza kuzingatia miiko na na taratibu zote mlizoelekezwa katika mafunzo. Sheria na miongozo inaosimamia taaluma na kuwa mfano wa kuigwa na taaluma nyingine. Natakiwa kuendelea kujifunza kwa sababu nasema hapa sio mwisho. Tumeshaikusikia kwamba kuna program Kuendeleza, na kuna mafunzo ya kuendeleza kitaaluma mm, ambayo yanaitwa continuing professional development programs. Naomba mkajiunge nazo ili muweze kuleta tija kwenye sekta ya afya mm, kama tena mm, sektayaamaji naitas <laughs> ni mhitimu wa mafunzo wa ukuzi na ukunga inayo furaha kubwa kufika mahali hapa kwa sababu kufanikisha zoezi zoezili akunikiwa leseni ya ukuzi na ukunga.